Deogratius Shuma ni meneja washi... ah! wa mamlaka ya mapato mkoa wa Arusha. Leo tuko hapa viwanja vya TGT Arusha, tumejumuika sisi watumishi wa mamlaka ya mapato mkoa wa Arusha, tumejumuika pamoja na wadau wetu mbalimbali, wakiwemo wafanyabiashara kupitia vyama vyao vya biashara Lengo la kuwa na bonanza hili la michezo kubwa kabisa, kwanza ni kuonyesha kwamba sisi na wafanyabiashara wa tunashirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba kodi ya serikali inakusanywa kama inavyotakiwa. Lakini mbili, e, tunataka turudishe shukrani kwao kwa sababu katika nusu ya mwanzo ya mwanzo ya mwaka huu wa 2025 2026 kupitia wao kulipa kodi stahiki kwa muda na kwa wakati ilituwezesha sisi kufikia na kuvuka lengo letu la makusanyo, ambapo tulikuwa na lengo la kukusanya shilingi bilioni 164.3, lakini tumeweza kukusanya shilingi bilioni 173.5, sawa na utendaji wa asilimia 105. Lakini pia tumekuwa na ukuaji wa asilimia kumi na mbili, kwa maana ya kwamba ukilinganisha kiasi tulichokusanya kipindi kama hicho mwaka 24 25 4 ukalinganisha na hiki tulichokusanya safari hii, e, kuna ukuaji wa asilimia 12. Kwa hiyo sisi ni wajibu wetu kuwashukuru walipa kodi kwa sababu bila wao sisi tusingeweza kufikia na kulivuka hilo lengo. Naitwa Nicolaus Duhia. TRI ni wadau muhimu sana kwetu ni watu ambao tunafanya kitu kimoja, lakini katika upande wa pili sisi tuko upande wa pakodi na wao wako upande wa serikali. Kwa hiyo umuhimu wa sisi kuwa karibu na wao ni mkubwa sana na, furu, na siku kama ya leo ya michezo ndio inaendeleza ina ule ushirikiano na kuimarisha eh, mahusiano na kuboresha ulipaji wa kodi. Naitwa Unis Liheluka, ni naibu kamishna wa walipa kodi wa wadogo. Hao wote tumejumuika pamoja tupate kucheza na kufurahi pamoja. Tunajua ili tuweze kutoza kodi, tunahitaji kutengeneza mazingira ambayo ni wezeshi na rafiki kwa wafanyabiashara. Tunahitaji tuboreshe ya kulipaji kodi. Kwa hiyo tupo hapa, michezo inaendelea na tutacheza mpaka jioni, na kule TRA tunajenga kiwanja cha michezo, lakini pia masoko mbalimbali yanajengwa Kilombero, Morombo. Lakini pia barabara zetu za miji zimetengewa fedha nyingi kwa ajili ya utekelezaji wa kujenga barabara zetu kwa viwango vya lami. Miradi yote hii inategemea fedha kutoka kwa mlipa kodi. Hii ndiyo sababu kubwa ya serikali kuboresha mara kwa mara mifumo ya kusanyaji kodi ya lai. Ili kuwarasishia wafanyabiashara na wananchi kulipa kodi kwa wakati. Kutokana na umuhimu huu, basi mkoa utaendelea kuweka mazingira mazuri kwa wafanyabiashara wote wakubwa, wakati na wadogo, ikiwa ni pamoja na wawekezaji kwa lengo la kuongeza mapato, kukuza ajira na kuondoa umasikini.